Tunakuletea habari zinazohusu mapambano makali yaliyozuka leo siku ya Ijumaa kabla ya azuhuri huko sehemu za misisi ni tarafani Fizi. Mtazamaji pia msikilizaji wetu, tunaomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Usikie yale ambayo yanahusu mapambano yaliyoripotiwa mchana mwa leo. Mapambano hayo yalizuka baina ya wazalendo wanaopatikana katika maeneo hayo haswa sehemu za misisi. Kulikoni? Naomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Tutakwenda kujiunga na mwenzetu mwandishi wa habari aliyoko katika maeneo hayo na ambaye mwenyewe ameshuhudia tukio hilo, tutamsikiliza hivi punde tu na ikiwa haitoshi, tutasikiliza mmoja miongoni mwa wazalendo na ambaye ndiye aliyeongoza moja ya makundi hayo ya wazalendo akizungumzia kisa na mkasa cha yale ambayo yalishuhudiwa hivi. Kama nilivyotangulia kusema na kuomba, mtazamaji pia msikilizaji, uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Usikose kusubscribe, usikose Like, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushea, yaani kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, moja kwa moja tunakwenda kujiunga na mwenzetu Masemo Balole, ambaye ni mwandishi wa habari katika maeneo hayo, ili ajaribu kutupa picha ya mambo jinsi yalivyokuwa na mazingira ambayo yaliweza kutokea ili ifikie makundi ya wazalendo kutofautiana na kusababisha vifo vya watu. Ndugu Masemo, karibu kwa channel yetu hii Kuna Nini News, jaribu kutupa picha kidogo kuhusiana na mambo yaliyoshuhudiwa leo. Karibu e. Ndiyo ndiyo jambo jambo, ndugu yangu e, ni Masemo Balole wa Radio Ibala Misisi hapa mugroupema, basikasilo bon, ni hiyo mapambano katikati ya hiyo makundi ya wapiganaji ya wazalendo ilitokana na kufia mabariere. Donc kuanzia Misisi mpaka eh, Lulimba ilikua kuonekana kushakuwa bariere saba eh, Lulimba na Misisi ni karibuni kilometre kumi na mbili hivi isa kusha kuwa barriere saba. Asa ile kuna makundi ya wazalendo ambayo ni wazalendo watoto wa, wa, wa, wa mngini wagroupemat basikasilw wakufurahia kuona gisi kila ma group arme ilisha chapenda kutia yake barriere muli bo, misisi yopeke ina erige nef groups armee misisi yopeke kuna nef groups armee

ni groupe moya enye inaongozewa na General Ngoma Nzito, lakini ya kabila la Kifuliru. Bakatosha bakaenda bakatosha, ingine barire ilikuwa mbele ya bwana René Tongwa, bakaenda bakatosha ya bwana Nakage. Bale bote ni ba general bakaenda kutosha, na ingine ya CNPSC senye ilikuwa mbele, bakaenda kutosha ya jeunesse. Bakaitika sasa mkurudia, bakakutana barire ya force biloze bishambuke kifaa bebe cha rudie na sa baliona vile le groupe ya CNPSC nakuya ya general William ya kotumba, nilikuwa natosha na mabariere bale bandugu, bakaanza kupiga masasi mingi. Ile masasi mingi ikaua eh, mwanajeshi mjoo, mmoja mzalendo wa grupe arme wa zalendo ya jeunesse na mwingine akalumia vikali. Ndio version iko vile, na nikafaulu kuweza kujiana na kamanda ambaye alikuwa ndatoa ile vizuizi e, ambaye tuliweza kuhojiana naye. Shukrani ndugu Balole kwa maelezo hayo. Basi, uh, tunahitaji watazamaji wetu pia wasikilizaji wetu wangependelea sana kusikiliza mahojiano ambayo uliweza kuyafanya na huyo mmoja wa makamanda walioongoza harakati hizo za kuondoa vizuizi barabarani na huyo kamanda atajwa kuwa wa kundi la CNPSC inayoongozwa na kamanda mkuu Amuri William Ya Kutumba. Tafadhali tupe hayo mahojiano ambayo mliyafanya. Karibu tena kwa mara nyingine tena hivi tuende kusikiliza mahojiano hayo mlioyafanya. Jambo sana, mimi kwa jina naitwa Almasi De Bonker, lakini kwa jina maarufu kamanda. Niko hapa ni kamanda wa vikosi kuhusu vita yenye mulisikia leo juu. Wakati vita inapiganiwa, kila mtu anakuwa na habari yake yenye ajue mwanzo ni nini na, na mwisho ni nini e, vita ya asubuhi ya leo ilikuwa asubuhi, wenzetu wa FABB walichomoka, walienda wanavunja mabariere zao, wakaacha wakati walifika ku bariere ya bwana Nakage wakavunja bariere ya Nakage, wanafika ku grupe de jeni wakavunja bariere ya grupe de jeni wakapiga mpaka na skwari wa grupe de jeni masasi akakufa pale pale, pale. ungini kakua blisi asa ile ari ayikuendeka na hii yote masiku situ natafuta usalamu wa raia. Sasa uongozi ukatuma order kama mimi niendele na vikosi pale tuangalia kinye kuendele, nini kuvunja ile zile bariere nikatoka apa, nikaenda mpaka Lulimba. Nilivunja bariere ya kwanza ya bana, ya komanda Reni Tongwa kamba nikabeba nikafunja yao pale kilo kamkoba nikavuka kilombo nikavunja bariere ya watu ya mzee Alexi bakasikia bien, tukaenda mpaka ku groupe des jeunes tukavunja, tukavuka kwa Nakage tukavunja na tukafunga, puisque pale ndio koko derangement ya mingi. Tukafunga mpaka mtu wake wa biro de bwana Kayuya tukaanza rutungali, tu tunaendelea twende Lulimba kwenye kwa maiti yole sodoa groupe des jeunes kusikia tena nyuma bale babwana bafa bebe tena banarudisha ili ile kamba pale, ili kasone mubaya, ikaonekana kama bale babwana ni baunda fujo. Abapende kutia raia na amani. Tukarudia, na wakati tuliporudia hatukufika hata kuongea. Tulifika tu ku bariere yabo kutia raia na masasi kaanza tukaribisha, masase masase masase masase, na mpaka vile vita iliendelea mpaka hapa jioni na isingekuwa mvula Nazani pale akungekuwa chochote, tungekesha pale mpaka vile tulichoma ile ka na wa. Raia naendelea kuishi na amani. Kwa hiyo raia mujisikie uhuru, kamba ni derangement ya kwanza ya raia. Tunaderange raia sie wenyewe, tunapanike raia, tunaibia raia. Tulikamata siraha juu ya kuchunga raia na mali yake, lakini sisi njoba nakuwa batrakasere wa kwanza ba ba population ya kwetu. Hasa ile uongozi na kwenda kukataa ile. Na ndio kwa maana ilitoa ordre, hakuna kamba, ndugu zetu wa Kifulero, vita ni iko ya wasikasira wenye wanapenda kuibia raia vita. Vita ni ya wasikasira wenye wanapenda kuibia raia. Juu ya silaha watie mabariere munjia, kuvita waende, si M23 iko iko partout kule mabun ruvunge wapi wapi, mais sisi tuikalie kupora raia mali yake hapo hasa. Kwa hiyo haitakuwa na mkokote, kama uko na kijana mwenyewe anashinda kubara, kubara, kubara, bara, kama vile bariere kutoza raia, ikiwa mfulero ikiwa mbembe mwenye anatia mtoto wake pale, mumshaurie: toa mtoto wako mbele ya wakati, kama si hivyo tutapiga risasi ni kuua. Ile ni ordre, yoyote mwenye anapenda kuibia raia tutamuua. Tuko apa kwa kusekirize raia ijisikie na amani na uhuru mwinchi yake. Me raia ya kwetu haina tena uhuru, raia kutembea kidogo milfra. Apa na Lulimba bariere saba. Eske raia ya wapi itakuwa na amani? Tulikamata siraha juu ya nini? Tulikamata siraha juu ya kukingia raia yetu. Apa tunabakia na hesabu ya kusaga yoyote mwenye tatia bariere, kama vile tunasaga bale bavol me arme. Na hiyo njo habari yenye tuko nayo magharibi ya leo mabibi na mabwana, tunawashukuru sana, tunawashukuru sana, tu sana na tunasema kwa kwa tu kwa na ya kwamba wa authority pia kwa nor ya province ya Nord Kivu waangalie namna gani wanaweza kusulaje population yetu ya mayangos ambayo ilikuwa na mimea pale nani ataweza kuienda mize, na tuangalie hii situation ya limit avec le parc iweze kuisha. Tunawashukuru sana, tunajua mko wengi kutufata kwenye Agora Grand Lac na kwenye Kuna Nini News mbalimbali mbali, website mbalimbali mbali ambao wanasufata. Tunasema kwa siku ijayo uongozi wa juu, sio ya kwangu wala sio ya mwingine ni ordre kutoka kule uongozi ku wa juu na tuti amri. Lakini kiongozi aone ya kwamba raia itakuwa wasiwasi uba wakati mabarieri zote mnazitoa, na kisha ubwizi itaonekana kuwa mingi kutokana na hasira ambao wataenda kumanifeste mwaito Lulimba na Misisi zile ile bwizi haita kuwepo pise. Kama bwizi ya kwanza ni kuibia raia mwenye uko naona, unamuiba macho kwa macho, unamwona ile ni bwizi ya kwanza. Unamubeba mili fra mtu mwenye anachoka na mzigo wa makala kukichwa, unamubeba mili fra, ile ni bwizi ya kwanza. Na yoyote mwenye atakuwa tu mutrakasiria kuiba raia, juu yeye anatoka kukongola kamba maana, yeye tutamusaga kama vile M23. Ile mwijue bariere azita kuwepo. Tuliacha barriere mbili mudiseti na kota mabanga, juu ya kusekirize njia, lakini haina kukongola pesa za mtu yeah. Na kama tunaweza, hakuna barriere zinakufa, lakini security itakuwa. Na mwenye atapenda kutia ukaramusi juu ya kuibia raia na sira yake, tukimjua, tutamupika na tutafata atua ya atua make na jamaa na jamaa, tutamuinda. Asante ndugu Masemo Balole kwa habari hizo, ambazo watazamaji pia wasikilizaji, kila mmoja amejisikilia na cha muhimu katika yote ni kwamba hakuna vita au madumbano kwa namna nyingine, tuseme hakuna mvutano baina ya makabila ikifahamika e, hapa kabila la Wabembe au la Wafuliru, lakini ni makundi ambayo hayataki watu wanaoshikilia silaha na wa ambao wanajiita kuwa wazalendo wanaonyanyasa raia hapo ndicho kikubwa ndani au ujumbe ambao unatolewa ndani ya yote ambayo yamesemeka, kama vile alivyoongea huyo kamanda, kama mwenyewe alivyosema, aliongoza harakati za kuondoa viziwizi vinavyopatikana kwenye barabara na ambavyo vinaonekana kwamba vinanyanyasa raia au wakaaji wa maeneo hayo wa ambao wame teseka kwa muda mrefu, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kufikia hapo sina cha ziada, ni hayo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tumekupa picha ya mapambano yaliyotokea ya leo na ambayo habari tulizonazo zasema kuwa kuna watu waliopoteza maisha. Wache ni kushukuru mtazamaji pia msikilizaji uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa mchango wako.